Hii ni pati tu ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano ya kuweza kujiinua kuwa successful. Right, sasa basi, ili uwefanikiwe ili uwe uende kwenda juu zaidi, leo nawapeni pati tu ambayo itakuwa na pointi mbili tu Sawa. Pointi ya kwanza, lazima ujiendeleze. Leo unafanya biashara ya saluni eh? una saluni yako, eidha ya kwako, umeajiriwa. Mfano nakupa, inakushinda nini wewe kutumia simu yako ukaanza kuangalia misuko ukaperuzi right? ukaperuzi kuangalia misuko, je yeah, Nigeria anasuka nini, the way wanavyosuka Nigeria, ukaiona staili nzuri, ukaileta hapa Tanzania, wewe ukaiga ilivyokuwa nafanyika, ukaija kuisukia hapa Tanzania, you will be very unique nikisema unique inamaanisha utakuwa ni wa pekee, kwa sababu utakuwa na staili ya pekee wateja. Uh, popote pale wakiulizana wamesuka wapi, ni kwako. Itachukua muda hadi watu wengine kuja kuiba hiyo staili yako na hadi muda watakakuja kuiba hiyo staili yako na kuanza kusuka, wewe ushakuwa mzoefu, wee unakuwa uko mbele, wao wako nyuma. Kwa hiyo lazima lazima lazima ujiendeleze kwa chochote unachokifanya. Kama una duka labda la hardware, jifunze kusevu hela, jifunze accounts, jinsi ya kuhifadhi hela hela zinazoingia zinazotoka, mahesabu jinsi ya kuyafanya vizuri. Inatakiwa ujiendeleze, uangalie kwenye neti, kuna kila kitu kwenye internet, kwenye simu yako ya mkononi. Simu kubwa ina kila kitu, inabidi ujifunze. Hakuna excuse, lazima ujifunze. Unafanya mechanics jifunze, unaenda kwenye internet utajifunza vitu vingi. Mafundi mekanika, unapeka gari hawajui tatizo ni nini? Kazi yao, anakuambia oh, hii gari kwa sababu ina misi, badilisha plagi. Plagi unabadilisha gari bado matatizo yapo, kutokana na nini? Hamjifunzi. Inabidi ujifunze, ujue kabisa, gari ikifanya mlio huu tu tatizo ni fulani. Ukimwambia mtu tatizo fulani, akitoa ile device, akiweka pati nyingine, gari nzima, wateja wanamiminika kwako kwa sababu hupotezi hela za watu wala hupotezi vifaa vya watu. Namba mbili, namba mbili, namba mbili, lazima huwa unajisomea. Hujisomea muhimu, unasoma vitabu na nini ili unaifanya akili yako inachangamka. Unajua, ili kuibusti akili changamke, inabidi unasoma, unafanya mahesabu. Yale ndio mazoezi ya akili, kwa sababu. Ndio maana sema akili yake imedumaa kwa sababu haifanyishi mazoezi, hafikirii, hasomi, hafanyi mahesabu yoyote. Akili lazima idumae. Lakini ili akili iende faster inabidi uzingatie sana kufanya mambo kama hayo, kusoma soma, kujibu maswali ku... hiyo ndio mazoezi ya akili. Akili yako ikichangamka fast inakuwa ni rahisi sana kufanya maamuzi, kufanya kila kitu kwa haraka zaidi. Ivan the Don, endelea kuangalia video zangu, zina mafunzo mazuri sana sana, sana sana. hii ni part 2. Subscribe, follow kwangu ili uweze kuiona part 3, itakuwa ni nzuri sana zaidi. Asante na kutakia siku njema, ubarikiwe sana. Asante, bye. Share na wengine please.